Said rais wa Club Young Africans na mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Leo nina furaha kubwa sana kutoa shukrani zangu za dhati kwa taasisi ya World Football Summit. Taasisi ambayo kwa makusudi kabisa iliona ina jitihada za kunialika kuhudhuria summit hiyo iliyofanyika Rabat nchini Morocco mwaka huu 2025. Katika summit hiyo ambayo iliwakutanisha watu wengi ulimwenguni ambao wanashughulika na mpira lakini pia wanaotoa huduma katika nyanja mbalimbali zinazohusiana na mchezo huu pendwa ulimwenguni, waliweza kushiriki katika summit hiyo na kutoa michango yao mbalimbali. Taasisi hii iliona pia ina sababu ya kunipa nafasi ya kuzungumza kwenye platform maalum kabisa iliyoandaliwa kwa ajili ya kujadili maendeleo mbalimbali mbali ya mpira. Katika platform hiyo, mada maalum kabisa iliandaliwa inayohusiana na maendeleo ya mpira barani Afrika, uh, kwa kufananisha na maendeleo ya mpira uh, barani Ulaya. Na kupitia platform hiyo tupata nafasi ya kushiriki na nguli mbalimbali mbali. Uh, mkurugenzi kutoka Sevilla nchini Spain, mkurugenzi kutoka Feyenoord nchini Uholanzi, na mtaalamu wa sheria kutoka ECA, European Club Association, na platform hiyo iliendeshwa na dada kutoka Nigeria ilikuwa ni platform nzuri ambayo tulipata nafasi ya kushiriki kuchangia mada mbalimbali mbali, lakini pia kujifunza kutoka kwa wenzetu. Niwashukuru sana kwa nafasi hiyo adhimu ambayo nimeipata kupitia platform hiyo. Aidha, World Football Summit iliona isi niache hivi hivi. Kaona kwa mchango wangu ambao nimeufanya kwenye maendeleo ya soka barani Afrika initunukie tuzo ya heshima inayoendana na mchango wangu katika maendeleo ya mpira barani Afrika. Tuzo hii nimeipokea na nichukue fursa hii kuwashukuru sana World Football Summit kwa recognition hiyo, lakini niseme huu ni mwanzo tu katika kuendeleza kutoa michango mbalimbali mbali, katika maendeleo ya mpira barani Afrika. Tuzo hii inakwenda kunipa nguvu, sio mimi peke yangu. Tuzo hii ni ya watu wote ambao tuko pamoja katika maendeleo ya mpira barani Afrika kupitia taasisi yetu ya ACA lakini pia watu mbalimbali ambao wameshiriki katika maendeleo ya mpira barani Afrika vikiwemo vilabu mbalimbali vya kwetu hapa Tanzania na uh, katika bara letu la Afrika. Nishukuru sana kwa award hii, lakini pia niseme ni chachu katika maendeleo ya vilabu vyetu barani Afrika. Asante sana World Football Summit. Asante sana kwa mwaliko, asante sana kwa tuzo. Chao.